Ladies and gentlemen hey, mabibi na mabwana, nawakaribisha tena kwenye kipindi chetu pendwa hey, zaza. Leo tumekuletea mpambano mkali kati ya Tundu adi bazi Lissu na Rais mama Samia Suluhu Hassan. Hey, yaani jamani, Tundu Lissu wameongea maneno mazito kwa Rais Samia Suluhu Hassan ambayo hayajawahi kusema wazi kiasi hicho. Sasa hey, hebu tuangalie haya mambo saba ambayo alishawahi kusema tu Tundu pasirisu kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa sitaki kukuchosha na wewe usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda na wewe usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende tukianza na jambo namba saba kula chuma hicho <laughs> hivi ule mdomo unaokutisha matusi ni mdomo ule ule anatumia kula chakula, kikampa sehemu ya mwili wake. Huyu mama ni mwizi, sio kwa sababu ya usalama wake. Ni mwizi kwa sababu ya wizi wake. Hayo sio maoni. Kuna maoni na matusi. Sa, demokrasia sio matusi. Demokrasia ni maoni, lakini unaposimama na kuvurumusha matusi kwa kivuli cha demokrasia kumkashifu mtu na dini yake kwa kivuli cha demokrasia hiyo, ah, ah, sio demokrasia huo utovu wa adabu. Haya, twende tukaangalie namba sita kura chuma hicho, asituwekee picha nchi nzima, mapambo ya picha, mara amekaa hivi, mara hivi, mara hivi. Tanzania, Tanzania ni nchi inayoongoza Afrika kwa barabara na mitaa yake kuwekwa mabango yenye picha za rais. Nyie si mko karibu na Zambia hapa, Hakainde Hichilema mtaona picha yake na ni mitaani. Haya, twende tukaangalie pia namba tano. Kura chuma hicho kwa huyu mama. Huyu mama, kama tuliweza kumkabili Magufuli hajatoa matokeo ya uchaguzi wa rais mpaka leo, huyu aliyekuwa anaua watu eh, kama tuliweza kumkabili miaka mitano iliyopita, akafanya hakutoa matokeo ya uchaguzi wa rais mpaka leo huyu mama eh, hatakuwa na shida kubwa kama ya Magufuli. Pamoja na yote hii, mama mama mama, hii ni ya watu waliohongwa tu, na hiyo haina shida. Kwa hiyo nia yako ya, ya kugombea elfu mbili na ishirini na tano ipo pale pale, iko pale pale, pale, pale. Nitaitikia wito wa Watanzania, nitaitikia wito wa chama changu. Haya, tusipoteze muda, twende tukaangalie namba nne, kura chuma hicho hela ya kufanya mambo ya msingi hamna. Hela ya kuhonga makanisa na viongozi wa kidini iko kwa mabilioni. Mmefanya mmefanya hesabu ya pesa ambazo Samia amezitoa makanisani kati ya mwaka jana, mwaka huu, zinapita zaidi ya shilingi bilioni moja za Samia. Jiulize, anazipata wapi? Anazipata wapi? Mliwahi kumwona Nyerere akihonga makanisani au Mwinyi au Mkapa au hata Kikwete, Magufuli sijui nilikuwa mgonjwa wapi, alikuwa anapigania uhai, sijui kuna changisha ya sadaka kanisani. Naambiwa alikuwa na Magufuli alikuwa anachangisha sadaka kanisani. Huyu mama askofu akinyanyuka hivi anapigwa rungu la milioni mia moja hamsini e, padre akitoka huko anapigwa na milioni hamsini akitoka huko anapigwa na milioni mia zaidi ya bili. Mnafikiri hizo hela ni za nani na kwa nini zinatapanywa hivi? Ya, ni kupeleke kwenye namba tatu. Kura chuma hicho nyiye, mnaamini watu wamuleba huyu mama wanapenda tumwite mama, niye, mnafikiri huyu mama ameonyeshwa kitu gani, amepewa kitu gani ambacho akijasemwa humu mpaka akubali haya maneno? <laughs> <laughs> nyie mnafikiria? hebu <laughs> niambieni kina mama, mie mnafikiri kitu gani kimefanyika ambacho hakiandiki hiyo <laughs> eh? rushwa ni aina gani? kwa sababu mtu mwenye akili awezi akakubali maneno haya, kichaa tu ndio atakubali. <laughs> Magufuli alisema ni kichaa anayoweza kukubali Mkataba wa China wa miaka 99 huu, sio kuwa na muda huu wa milele. Huyo aliyeupitisha ana akili ina gani? Kama ana akili timamu amelamishwa nini? Na msaini mwenyewe mikataba huo, wanasaini mawaziri. Mimi haya mambo ya mikataba nayafahamu kweli kweli. Shida shi sana aya, sasa tukaangalie namba mbili. Kura chuma hicho amesema hivi, hawa mabalozi wanaopigapiga kelele wasituingilie, amesema kwanza, kifo ni kifo, amesema kwamba huyo ni mtu mmoja. Amesahau kwamba alitweet ali mara hali kibao. Alipouawa nilisoma mimi tweet ya Rais Samia ikisema amesikitishwa na yale mauaji, ameamuru vikosi vya eh, watu wa usalama na ulinzi na usalama wafanye uchunguzi, wampelekee wampelekee taarifa haraka iwezekanavyo. Hakusema hiki ni kifo kama vyovyote vyovyo, vinavyotokea Muhimbili au Mwananyama hala au wapi. Alijua kwamba hili ni tukio kubwa na baya, mtu ameuawa mwenye, mwenye mamlaka ya kisiasa ameuawa kwa kuchukuliwa kwenye basi mbele ya abiria wenzake, ameenda kuuawa. Hata yeye alitwit, mabalozi walipiga kelele. Nchi ikianza kuua wa, wa, watu wanaomkosoa rais au serikali yake ujue, nchi inaenda, inaenda kuangamia. Kwa hiyo, kwa hiyo, lililotokea sio jambo la kunyamazia. Ukitaka tunyamazie, unataka tuhalalishe mauaji? Hatutanyamazia mauaji, hatutanyamazia utekaji nyara. Hatutaki tena ya Ben Saanane, hatutaki tena ya Azori Gwanda, hatutaki tena ya Simon Kanguye wa CCM Kasulu. Hatuyataki, na kwa sababu hatuyataki, lazima tuyapigie kelele hadharani. Aya, sasa tumesha angalia namba saba mpaka namba mbili Sasa twende tuitazame namba moja. Chuma hicho. Naomba nitoe wito kwa viongozi wetu wa taasisi za kidini, kwa maaskofu wetu, kwa mashehe wetu, kwa wachungaji wetu, kwa mapadri wetu, na wao ni raia wa Tanzania vile vile. yakiharibika yanaharibikia na wao vile vile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 Yatumike kwa ibada, yasitumike na wanasiasa. Aya ndugu, wale wane, usisahau ku-like, ku comment ku shea <coughs> na kusubscribe. Asanteni sana ndugu watazamaji.